Kuna vitu ambavyo unapoamua kuwa mtu wa mambo ya Mungu unatakiwa uvielewe mwanzo kabla hujaelewa vitu vingine. Kitu kimoja cha msingi kukielewa ni kitu kinaitwa Roho Mtakatifu na matokeo yake katika maisha yako. Mtu yeyote anayemcha Mungu na Mungu akaweka Roho Mtakatifu ndani yake, ndani yako, Roho Mtakatifu kazi anayoifanya sio kwa ajili ya mambo ya kiroho tu, lakini anatoa akili kwenye kila eneo la maisha ambalo utaamua kuconcentrate, kama ni ufundi, kama ni wanajeshi, kama ni mfanyabiashara, Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu utoa akili, utoa maarifa, utoa ujuzi, utoa uwezo, utoa mafanikio, utoa njia njema Kupitia Roho wake Mtakatifu kwenye eneo ambalo utaamua ku concentrate nalo kwenye maisha. Kitabu cha Nehemia tisa mstari wa ishirini anasema, ukawapa roho yako mwema ili kuwaelimisha. Asa neno kuwaelimisha, ili ku instruct them. Maana yake, kwa maana ya asili neno sakal, maana yake ni to make them intelligent. Ukawapa roho wake roho, wa, roho yako mwema ili kuwafanya wawe na akili. Maana nyingine to cause them to prosper. Ukawapa roho wako mwema kuwafanya hawa watu wako wa, waendelee wafanikiwe, wapige hatua to cause them to have good success. Ukawapa roho wako mwema kuwasababishia hawa watu wako wawe na mafanikio mazuri, mafanikio mema, yasiyo na majuto, yasiyo na mawazo, yasiyo na wasiwasi. Yule Roho anapoingia ndani yako, ndani yake, anatoa ability, uwezo wa kukusababisha wewe uweze, kwa kwa njia ya mafunzo uweze na hekima na akili na ujuzi na uwezo kwenye eneo lolote ambalo utaamua kujikita kwalo. Kwa nini? Kwa sababu ukishakuwa mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, eneo lolote utakaloamua kujikita kwalo ni eneo la utumishi. Na watumishi wa Mungu ni ma CEO, na watumishi wa Mungu ni wachungaji, na watumishi wa Mungu ni wavuvi tuna watumishi wa Mungu ni carpenters, tuna watumishi wa Mungu ni wajasiriamali, madaktari, manesi, wafanya usafi, watumishi wa Mungu makondakta, watumishi wa Mungu mamiliki wa vyombo vya usafiri, watumishi wa Mungu wafanyakazi wa mashirika ya kimataifa. Ofisi yako ni ofisi ya utumishi wa Mungu. He gave you his good spirit to make you intelligent, kufanya kuwa na akili kwenye kila eneo ambalo Mungu ataamua kukufanya hilo eneo lio wito wako, hilo eneo lio wito wako. Sasa ukisoma Isaya kumi na moja mstari wa pili na watatu, kuna vitu hapa vizuri nataka uvifahamu: na roho wa Bwana atakaa juu yake, na roho ya hekima na ufahamu, na roho ya shauri na uweza na roho ya maarifa na kumcha Bwana. Sasa sikiliza fungu la tatu. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. Shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. Anachosema ni kwamba atakufanya uwe na, na uelewa mwepesi kwenye mambo yanayohusu kumcha Mungu. Mae kuona mtu anasema nikisoma Biblia sielewi. Maae kuona unasikiliza mahubiri unasema, kuanzia sasa kwa hiki ambacho nimekisikia ninakwenda kutekeleza kuanzia sasa. Alafu nafika sehemu moyo unakata nguvu, zinakata nabaki vile vile. Moja ya zawadi ya kumpata Roho Mtakatifu, ukiacha hii roho wa hekima, roho wa maarifa na roho wa ujuzi, kwenye eneo lako la kazi eneo lako la kanisa, eneo lako la ibada, eneo lako la ujasiriamali, eneo lako la utafutaji, anasema atakupa kuwa na wepesi wa uelewa wa mambo yanayohusiana na, na kumcha Mungu. Anasema unakuwa ni mwepesi. Quick understanding, uelewa unakuwa mwepesa. Kifika muda wa kufungua Biblia, unafungua tu chapchap, unasoma, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unamaliza, una unafunga, unamshukuru Mungu sababu Bwana ndiye mchungaji wangu, sipungukiwi na amani katika ofisi hii, hey. Sipungukiwi na ulinzi, sipungukiwi na ushindi, sipungukiwi na hekima, sipungukiwi na nguvu, hakuna uchovu. Mungu ndivyo anataka hayo maisha uyaishi. Nikisema tu haya mambo bila kukupa mfano, takuwa nimekuonea sana. Danieli 5:12 nataka kuangalia matokeo ya roho nzuri, a good spirit, roho njema kutoka mbinguni kwa mtu anayemcha Mungu katika eneo ambalo ameamua kuconcentrate, wakati anamsubiri Yesu. Kama ni ufundi, kama ni utumishi wa Mungu, sio tu kanisani, hata kwenye maisha ya kawaida unajua unaweza ukawa na Roho Mtakatifu lakini haya ujui. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa ukosefu wa maarifa. Kama hauna maarifa kwenye eneo fulani hauwezi kupewa tu, lazima ujue ndo upate. Ndio maana mtu anaitwa Apolo alikuwa ana umbuji, ana uzuri wa kuongea maneno ya Mungu, anajua mafungu, lakini alikuwa ajui mambo ya Roho Roho Mtakatifu. Akaulizwa, ulipokea Roho Mtakatifu ulipobatizwa? mesikujua mambo ya Roho Mtakatifu. No, hakumpata Roho Mtakatifu kwa sababu alikuwa ajui mambo ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usipate hizi hekima haya maarifa huu ujuzi hizi intelligence kama ulikuwa una taarifa, lakini kuanzia sasa nitakapokupa wito wa kuamini haya ninayosema, tayari Mungu ataanza kukushushia na utaona tofauti kubwa sana kwenye maisha yako. Na kama Roho wa Mungu anatoa hekima na ujuzi na maarifa basi huyo roho mchafu ndo anatoa ujinga, uzito, ugumu wa uelewa, uwepesi wa kufanya mambo ya kijinga maofisini, katikazi, kanisani, kwenye maisha ya kila siku, kwenye jamii. Kwa hiyo lazima tumkemee kwa kumleta mwenye nguvu kuliko huyu roho mwingine. Sasa basi Danieli, nimesema nakupa mfano, Danieli alikuwa ana ubora uliopitiliza kwenye masuala ya administration, masuala ya utawala, masuala ya governance, kwenye masuala ya leadership, uongozi, masuala ya organization skills, jinsi ya kupangilia mambo ukiwa ma ofisini. Okay, lakini pia masuala ya idea creation, masuala ya ubunifu wa mawazo bora, katika mafalme ambayo alikuwa chini ya utawala, masuala ya mipango planning ya vitu vikaeje visikaeje masuala ya projects management kama Nehemia alikuwa yuko vizuri. Danieli, mwenye akili njema na kuliko kiongozi yoyote katika dola lile la Babylon Empire, ambalo alikuwa ni kama waziri mkuu. Adi organization structure ya ufalme wa Umedi na Uajemi was proposed by Daniel, ili ilipendekezwa na huyu Danieli, kwa sababu alikuwa na akili kuliko hata mfalme. Eh, Sababu ya Danieli kuwa na viwango hivi vya juu sana. Sababu ya Danieli kuwa na viwango hivi vya juu sana nini? Nipi nipi? Danieli tano kumi na mbili anasema hivi kwa kuwa roho njema kupita kiasi, na maarifa, na ufahamu na uwezo wa kutafsiri ndoto na kufunua mafumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli huyo. Kwa huyu roho njema huyu tuliyomsoma kwenye Nehemia ndiye ambaye alionekana ndani ya Danieli, kwa hiyo mfalme akamweka kuwa juu ya kila kitu. Huyu roho njema huyu ndio alikuwa ndani ya Nehemia. Kwa mfalume akamweka kuwa gavana wa jimbo la Yuda na Yudea, tuseme Yerusalemu na maeneo yake karibu. Huyu hilo njema ilikuwa ndani ya Yusuf akawekwa, kwa kwa juu ya kila dola lote liye dola lote la Misri. Kadi unavyozidi kupanda cheo, ndivyo ambavyo unakuwa subjected katika kufanya maamuzi mengi, kwa wepesa unalipwa mshahara wa kufanya maamuzi na wengine majuni hao wanalipwa wa kufanya vitendo mara nyingi, ila maamuzi mengi. Rais, CEO na viongozi wakubwa wako subjected katika kufanya maamuzi mengi. Sasa ili ufanye maamuzi mazuri kama mfalme Suleiman katika viwango vyake, kabla hajaanza kuharibu, lazima hilo njema hii ya Daniel iwe kwako. Sasa unauliza swali, ninaipataje hilo njema mbona naitaka? hivi vitu vizuri navitaka hivi, kutoka kwa Mungu navipataje? Mithali moja ishirini na tatu Mithali moja ishirini na tatu inasema, geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitawamwagia roho yangu, haleluya, na kuwajulisheni maneno yangu. Sasa unasema Mungu, nisaidie saidie nami, nataka akili, nataka uwezo wa kufanikiwa kwenye eneo langu la maisha.